Naam, tunaomba washiriki wasogee, watakuja wote kwa pamoja, na kila mmoja achukue karatasi pale kwenye meza ya duara, achukue swali lake. Tutatumia maswali mawili tu, maswali mawili na insha Allah. Swali la kwanza atasomewa ile aya ya karatasi ambayo kaichagua, nambari moja Atataja yeye ni makamu gani, na nitambulishe tu kwa wale ambao walitaakhari kidogo kwamba makamati ni namna hizi: sauti, mabadiliko ya sauti tofauti katika usomaji au kughani au kuimba. Kitu chochote lazima utapita katika sauti moja miongoni mwa hizi aswati. Sasa swali la kwanza litakuwa ni la kusomewa aya iliyoandikwa pale kwenye karatasi yaliyochagua, na litakuwa na alama 40 lakini swali la pili lita ataambiwa apite maqaam fulani na fulani halafu yeye atapita ile zile aya ambazo zimeandikwa pale kwa, kwa, kwa, sauti yake kwa mtiririko bila kurejea tu aende moja kwa moja ha, hilo litakuwa na alama sitini, inshaallah. Kwa hiyo itakuwa ni jumla ya alama mia, kwa hapa wote wana alama mia. Naomba unitajie wa kwanza atakayetuanzia inshaallah. Uh, na bismillahirrahmanirrahim, wa kwanza atakuwa ni msomaji Ibrahim Mshiriki um, wa, wa, wa, wa kwanza ni Ibrahim Omar. Ibrahim Omar kanikabidhi swala lake hapa. Uh, Ibrahim Omar, swali la kwanza itakuwa ni wewe kusoma hii aya iliyoandikwa, nisomee maqam nahawand, maqam nahawand.

Maqam mbili au tatu au moja, yeye ndo ataniambia maqam gani na maqam gani. Inshallah, ni aya mbili hizi, inna lilmuttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Maqam gani hizi umesoma? Maqam rasti aya ya kwanza, ya pili umesoma maqam sika. Hadhira vipi, amepata Mafanani wako amepata maqam rasti na maqam sika. Naam, swali la pili. Imemaliza swali la kwanza na la pili kwa mshiriki Ibrahim. Naomba jaji anitajie mshiriki nambari mbili, insha Allah. Mshiriki nambari mbili anafuata ni msomaji Sheikh Ahmed Salim Mkwewa. Naam, Sheikh Ahmed Salim Mkwewa, naomba swali lako, insha allah

Amesoma aya moja, bayat aya ya pili amesoma maqam rast, mashaallah, amepata. Naam, naomba nitajie mshiriki wetu wa tatu, tumalizie zoezi letu. Naam, nafuata ni mshiriki wa tatu ambaye anaitwa Ahmed Rashid Masoud. Naam, Ahmed Rashid Masoud, naomba swali lako. Naam.

Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha. Amepata amekosa, amepata baiyat. Naam, alhamdulillah. Naona tumekamilisha na kila mmoja ameonyesha habari zake, wote wamepata na waachie majaji, meza kuu wataangalia vipengele vyao, baadaye insha allah watatupa majibu yao insha allah